Wakizungumza kwenye ziara ya mkuu wa wilaya Nyamagana, wananchi wa kata ya Mkolani pamoja na Nyegezi wameahidi kutoa ushirikiano, kwani vijana wanaofanya vitendo hivyo ni vijana wanaofahamika na wapo katika mitaa yao wanayoishi. Mimi nililazimishwa kufuta wino, niliulizwa swali, umetiki mbia hey, umemchagua nani? Samia nani makamu

nilikuwa naomba tu baadhi ya viongozi wa mtaa pia waliangalie hili. Vijana wengi wanaweza kuwa wengi, tunawaona wengi wanakuwa sio wa hapa. wengi wanakuwa wale hawana cha kupoteza, wala wanaweza wakaambiwa tu kwamba tukinukisha, tufanye hiki. Mfano tu kama siku kule nyingi, mtu anakwambia mimi sioni cha kupoteza, lazima nikakuua, anatoa mpaka kisu. Nikuombe mkuu wa wilaya, ziara hizi zisiwe tu mwanzo kwa sababu ya matukio ambayo yamejitokeza hivi karibuni, na badala yake mikutano hii tuache kuiona. Ninaomba kwa heshima, kwa kata yetu ya Mkolani, kwa niaba ya wananchi, mikutano hii iendelee, ili tusije tukatengeneza zaidi na tukawaachia vijana katika kutoa maoni na kero zao ikaendelea kuwa kwenye mitandao. Tumekuwa tukiona taarifa mbalimbali mtandaoni na kuhamasisha maandamano tarehe tisa. Kwa sisi vijana ambao ni wema, najiuliza sasa, hiyo siku si ndo ubajaji tupaki ndani? Kwa sababu sisi wananchi tuna hofu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Nyamagana, Binyamina Makiragi, amewataka wananchi hao kushirikiana na serikali ili kuwabaini wahalifu hao wanaopanga kufanya vurugu katika mitaa hiyo. Tushikamane, tuseme hapana. Nimewatoleeni mfano mmoja hapa kwamba mtu toa kigongo, hata na gari hapa, si mnajia mm. Safari tusiruhusu. Nyinyi wananchi mkitoa ushirikiano, hakuna wakuja kutuzingira hapa. Ndio maana nimeomba ushirikiano kwamba tusiruhusu hao wachache walioko mtandaoni, kwa sababu hata ukiingia mtandaoni, wangapi wako mtandaoni? Sasa wawepo wanaofanya wanaosema wataleta vurugu na kuchoma mabajaji, na tuwepo tunaosema bajaji asichome, wapi watashinda? Tutakao shinda ni sisi, kwa sababu sisi ni wengi kuliko wao. Ndio maana nimekuja kuwaondoeni woga na hofu. Kwa sababu haiwezekani vijana wadogo saizi hii ameshika jiwe anataka kuja kuchoma bajaji yako na nyie mko hapo wengi tena watu wazima eti mnashindwa mnamkimbia huyo kijana. Ndio maana nasema matukio yalitupata kwa sababu baadhi ya wananchi mlikaa nyuma. Lakini baadhi ya mitaa, baadhi ya bajaji, baadhi ya bodaboda, baadhi ya wenye magari waliosema hapa ni marufuku wa kukanyaga. Si mzee mmoja hapa katoa ushuhuda? Peke yake pale aliwasambaratisha. Walianza kung'oa sio kitu gani, akasema ni marufuku hapa, waliondoka. Tushikamane, lakini mkisema mimi peke yangu na jeshi langu la polisi, uongo. Lazima tushikamane, kwa sababu hao ni wachache, na hao nyinyi ni wengi kuliko wao. Lakini mnapokaa nyumbani eti mnawaogopa vijana wadogo hao wachache, matokeo yake mnawapa nguvu. Tumeelewana, tunawapa nguvu. Tushikamane na nikasema, kuanzia sasa hata walioko mtandaoni, kuna magrupu mpo Unamwona kabisa mtu anachochea kwenye grupu leni na unamfahamu mtaji. Hao no wanaochochea tuambieni sasa hivi. Kwa sababu wengine wanajulikana mko kwenye magrupu ya bodaboda. Unamwona kabisa. Miongoni mwa hao bodaboda kuna mchochezi mmoja anajulikana. Tuambieni jina lake tumtafute mapema. Maana bora kuz, bora kuzuia kuliko kuja kupambana. Tuzuie sasa kwa sababu wanaotaka kufanya hayo mambo, tunawajua na wanaishi na sisi. Na hata siku hiyo waliungana na hao wahalifu kufanya vituko hivi. Kwa sababu hao wahalifu hawakuwa wengi kuliko sisi wenyeji. Kwa hiyo kaka yangu, si nimeshakwambia, sisi si tumejipanga, tumejipanga. hataki kuona bodaboda inachomwa wala bajaji inachomwa, lakini usiweke mikono nyuma ukasema kazini ya mkuu wa wilaya. Nikiripoti kutokea hapa katika ziara ya mkuu wa wilaya Nyamagana, ambapo leo hii ameifanya katika kata ya Mkolani pamoja na Nyegezi, Saada Mzinga.